Anaitwa Pipi Jojo sana kwa Chief Godlove, namna mbavyo ana msanii wake imekuwa ni nzuri zaidi Skrizi, uh, wasanii wapya kutoboa ama new generation kutoboa, wanataka kutuaminisha kwamba mitikasi haiko kwenye project peke yake, bali kuna namna ambavyo unaweza ukaswitch na ukajipata pia, yaani kunikutambua tu, jinsi gani unaweza ukahenga au tama ukaondoka na kujipata na kudeliver kile ambacho mashabiki wanakihitaji, sio tu nguvu ya kutumia mkwanja maybe kubrand na vitu kama hivyo. Ndio maana uh, management za wasanii wengi wapya huwa uh, wanajitahidi zaidi kwenye kusoma na kuwa connected na watu ambao wanaweza wakawapa wakawa, ama wakawashawishi watu ama mashabiki kwamba we have the new artist anaenda kwa jina fulani. Sisemi kwa ubaya, lakini timu ya ama timu ambayo iko nayo Pipi Jojo ambayo anafanya nayo kazi sasa hivi inaonyesha kwamba kuna nguvu kubwa zaidi ya ku, ama inaonyesha kuna namna ambavyo imejitahidi kusoma. Uh, kuwasoma mashabiki kwamba wanahitaji kitu gani na that's why imekuwa ni nyepesi sana. Hivi tunavyozungumza, imagine chakacha ndani ya siku tatu tu, viewers milioni moja na laki moja kwenye jukwaa la YouTube. You can see how things uh, thinks it's work. Unaweza sema, labda kuna maroboti uh, ni zama ambazo kuna kununua viewers na vitu kama hivyo. Lakini sio kwa namna hiyo. Imagine hata kama uh, kuna maroboti lakini, you can see how things goes, sam pia kwa wasanii wengine, si kuachana tu na Pipi Jojo. Kuna mkali anaitwa Stiwa Mji. Yeah, you gonna brand, you gonna truck nyingi. By the way, moja kati ya trucks ambazo zinamweka kwenye map sana ni RIP Mapenzi. Sitaki kusema kwamba ni kwa sababu maybe ana ushikaji labda na watu flani ama jina lake liko ni kubwa fulani, lakini kuna namna tu jinsi ambavyo unaweza ukawashawishi mashabiki zako wakajipata na wewe ikawa ni nzuri zaidi. So huli wito pia kwa new generation ama new artist ambao wanahitaji pia kupenetrate na wanaona wako na dreams za ku make it kwenye muziki, ni wazi kwamba sasa inabidi muone ama uangalie mashabiki wanahitaji nini, lakini pia timu yako nzima, ama timu yako ielewe kwamba we can do this in this way, tunaweza tukafanya kazi kwenye saidi hii na vitu vikaondoka.